Kikao hiki ambacho ni cha siku mbili ambacho kinawahusisha maofisa wanadhimu wa mikoa na vikosi, yani staff officers, pamoja na wahasibu wakuu wa mikoa pamoja na vikosi e, kinadhumuni kwanza kukumbushana majukumu yetu, wapi tulifanya vizuri, wapi tulifanya vibaya kwa mwaka mzima huu uliopita, lakini yapi ambayo tunategemea kuyafanya kwa mwaka huu unakuja. Mfano, sasa hivi swala la matumizi ya mifumo ndio swala ambalo limeshika nafasi katika idara na taasisi zote za umma. Kwa hiyo na sisi jeshi la polisi, tukiwa ni sehemu ya taasisi ya umma, hatuna namna ya kukwepa utaratibu huu kwa matumizi ya mifumo. Kwa hiyo tunaamini kwamba baada ya kikao hiki kila mmoja atatoka akiwa na uelewa wa kutosha. Moja, kuna mifumo mipya mfano mfumo wa manunuzi NeST, huu umeanza tarehe moja mwezi wa saba mwaka huu. Tumepata mafunzo mbalimbali, lakini bado tunaendelea kujifunza siku hadi siku. Kwa hiyo katika kikao hiki pia wataenda kufundishwa namna sahihi ya matumizi ya mfumo huu NeST, yaani mfumo wa manunuzi. Mfumo huu ni muhimu sana, kwa sababu unaondoa uwezekano wa matumizi mabaya ya madaraka ama matumizi mabaya ya nafasi ili kujipatia kipato kupitia taratibu za manunuzi.